Yeah. Barnaba Boy anamiliki studio mm. Amesaidia wasanii wengi sana no, kwenye kuwaandikia kurekodi nao hana noma kijana waruge mm, au sio? Neno mm. lako moja kwake yeye, kama nakuangalia ama kukusikiliza sasa hivi, unawaambia nini Barnaba? Barnaba kwanza ni msanii ambaye mimi kwa upande wangu namkubali sana mm. pale na kwamba ni yupo kwenye gemu muda mrefu, lakini anayofanya ni mambo makubwa sana, kwa sababu ana, ana motivate vijana au underground kuweza ku, kuamini kwa kwamba nao wanaweza wakafika sehemu nzuri. Kwa hivyo aendelee na moyo huo lakini pia huko alipo ajue kwamba kuna kama ameondoka kwa miaka mitano labda kipindi kirefu, hajai kurudi tena kusikilizia kwamba wana kama kuna vipaji ambavyo vina, vina, vinazaliwa tena. Arudi nyumbani, ajue kwamba kuna watu ambao wapo kwenye game lakini pia kuna watu ambao wana vipaji tofauti tofauti lakini pia afanye namna ya kuweza kuwa tena kwa nguvu ambayo inaweza ikamfikia kila kijana. Najua anaweza akawasaidia wote, lakini kuna wale ambao unaona huyu alipofikia hapa, basi ni mwokote, ni mweke same flani. Hilo ndio ombi langu kwake. Na kwa wasanii ambao wana kiasili wanatokea Kilimanjaro unawaambia nini? Sina cha kuambia zaidi ya hicho kwamba kuna vipaji ambavyo wameviacha nyumbani vingi tu, kwa mm. hivyo wafanye namna Watafute wei nzuri ya kuweza kuwasaidia mm, nao wafikie sehemu fulani, hata usipomfikisha sehemu ulipofika, lakini haki kwamba wanafikisha sehemu fulani ambao mm -hmm. ni nzuri.